Napenda kumshukuru mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Makambako kwa kuweza kutusaidia sisi maafisa maendeleo ya jamii. Vitendea kazi hivi vitatusaidia katika kazi zetu. Mkurugenzi ameweza kutusaidia kupata vifaa vitendea kazi kama laptop kwa maafisa maendeleo ya jamii ngazi za kata, vilevile spika hizi ambazo zitaenda kutumika kwa ajili ya uhamasishaji zitawasaidia maafisa maendeleo katika shughuli zao za uhamasishaji wa miradi ya maendeleo katika uandikishaji vikundi na kuibua miradi mbalimbali mbali. Sisi maafisa maendeleo ya jamii, hivi vitu tulivyopewa leo hii, tunapenda kushukuru kwa moyo na kwa dhati. Kwa niaba ya wenzangu tunaamini utendaji kazi wetu utakuwa kwa ufanisi na tutaenda kuitendea haki, tutaenda kuibua vikundi vyenye tija, tutaenda kuhamasisha miradi ya maendeleo ambayo itakuwa ina nuru, mwisho wa siku maendeleo yataweza kupatikana. Tuseme asante kwa kila kitu. Maafisa maendeleo oye! Kipekee napenda kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji Makambako kwa sasa tumeweza kupata vifaa ambavyo vitaweza kutusaidia katika utekelezaji wetu wa majukumu mbalimbali. Kwa ujumla, nashukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji Makambako kwa kutusaidia vitendea kazi hivi, laptop na spika, vitusaidie katika utendaji wetu wa kazi. Mara nyingi tulikuwa tunakumbana na vikwazo vingi katika utendaji wetu wa kazi kwa kukosa vitendea kazi kama hivi. Kwa hiyo tunashukuru kwa moyo wa shukrani sana kwa ajili ya hivi vifaa, nafikiri vitaenda kutusaidia sana. Wakati mwingine unapaza sauti mkutano ni mkubwa sauti mpaka inakauka, lakini sasa hivi kwa vipaza sauti hivi itatusaidia kutoa elimu kwa jamii ipasavyo. Asante sana.